Dona inapunguza uzito? Hapana. Mkate wa brown? Hapana. Ulaji wa matunda asili je? Hapana. Matumizi ya asali hasa ya nyuki wadogo? Hapana. Sasa kwa nini? Ni kwa sababu katika makundi makuu matatu ya vyakula. Vyakula vya wanga, vyakula vya proteini na vyakula vya mafuta. Mwili wa binadamu huwa unapendelea sana vitu vya sukari. Kwa hiyo ukishindanisha kati ya sukari na mafuta mwili wa binadamu utachagua kwanza sukari. Kwa hiyo eh, kwa kitaalamu tunasema ya kwamba vyakula vya sukari au wanga hivi ni first option for body for body energy, yaani ni chaguo au fikirio la kwanza la mwili kwa ajili ya nguvu na joto. Kwa hiyo mwili wa binadamu hauwezi kufikiria kuchoma mafuta wakati sukari ipo na mwili wa binadamu huwa haujui kutofautisha hii sukari imetokana na nini. Tunachoangalia ni kile kiini cha mwisho ambacho kinafyonzwa kwenye utumbo mwembamba ambacho ni glucose. Kwa hiyo ule dona, ule sembe, ule asali, ule matunda matamu, mwili unachoangalia, unachokipokea mwishoni kwenye utumbo mwembamba, kinachoingia kwenye damu ni nini? Kwa hiyo hivyo vyote ulivyovitaja vina impact moja kuusaulisha mwili kuchoma mafuta. Unapokula vyakula vya wanga au vya sukari, katika kiasi tu cha kustua kongosho liweze kutema homoni ya insulini. Homoni ambayo kwa kitaalamu tunaiita anabolic homoni. Ni homoni ambayo inajenga, lakini pia homoni hii tunaiita ni potent lipolysis inhibitor. Ni homoni ambayo inazuia usiweze kuyachoma mafuta yaliyohifadhiwa. Kwa hiyo vyote ulivyovitaja ni, ni vyakula ambavyo vinazuia mwili kuweza kuyafuata mafuta na kuyachoma kwa hiyo huwezi kupungua hata kilo moja pale unapopendelea hivyo vyakula, hata kwa uchache. Kama tu vinaenda kuathiri uchovyaji wa homoni hii kwa wingi, matokeo yake unashindwa kuweza kuyafata yale mafuta na kuyachoma. Kwa hiyo huwezi kupungua hata kidogo, au hata kilo moja endapo unaendekeza kula vyakula hivyo, hata kama ni vya asili.